A -a alo, nilikuwa nakwambia hii baridi ambayo iko sahi huu msimu wa mvua ni kali sana e, nakwambia kuna baridi kali hii, hata wenye wako kwa ndoa sisi mabachela hakuna tofauti e, nakwambia msimu huu hata mi nashangaa, mvua yani inaleta baridi kali hata mi mwenyewe vyenye naongea nimeshipa na ammonia kifua kina, kina kamoho yani kifua changu nani? Yani niko hali mbaya halimbaya, e. Sasa hii baridi mimi naona dawa yake ni upate tu penzi jipya, yaani upate mtoto wa kidigo yani mgeni ambaye si hujamzoea hata umjui, yaani ikiwezekana mwenye tumona, tunaye leo, maana bila hivyo nakwambia tuangalie mambo ya ya mtu mwenye umezoeana naye, hii baridi bado itakuua tu eh. Sasa niupate mtoto wa kidigo ambayo, ukimwangalia kutoka huku nyuma, kama tukutuku mbili zaenda yana, au amebeba kweli kweli, eh, alafu mwingie naye kwenye nyumba akupikie ile nani, chai ya dola ile, yani chai ya majani ya dola. Eh, kwa sababu unajua hii chai ya dola ndo dawa ya baridi. Sasa akikupikia chai ya dola, wewe unakunywa chai ya dola, yeye naye anapitapita pale, alafu au amejifunga kanga moja. Eh, naona hiyo ndo dawa ya baridi, lakini bila hivyo mimi naona shida nyingi sana hii baridi yenye mekuja saa hii. Nakwambia watu wanashiba na mafua, amonia ndo zimejaa, watu wanachemua. Kuna baridi sana, hata nyumbani kunajua sasa hata vile naongea nakwambia, mvua yanyesha tena, inanyesha vibaya sana, kuna ngurumo saradi. Hata nilikuwa natoka kazini, nimebidi nione daktari, maana mimi nami nilikuwa nasumbuliwa na mongo mongo. Sasa kwa sababu ya hii baridi, wajua inaweza ingia kwenye kifua na nyuma huko kwenye mongomongo -mongo. Eh, sasa nilikuwa nawaambia waambie watu huko nyumbani wanunue yale majani ya dola, maana ndio dawa ya baridi, kunywa chai ya dola Eh, kuna majani sasa yanaitwa dola haya eh. Nsawa, lakini mimi hata sasa hii navuka feri naenda Digo nikapate mtoto wa Kidigo, maana tuko na harusi huko nani ya Bekaruga. Sasa nataka hiyo harusi niwe na mtoto wa Kidigo wa kucheza naye hapo Mwaembe ama hapo Vingujini eh watoto wa Kidigo wako vizuri, wako moto, maana wanashinda buibui. Na ile buibui siku moja nilivaa, unachomeka, yaani ni joto mpaka unataka kukufa. E, si hawa watoto wetu wa kutojistiri, mtu anaingiwa na baridi mpaka huko kwenye tarumbeta. Sawa bila sawa, e.